Karibu kwenye Mseto Plus ya leo Oktoba 7, 2025. Msomaji wako ni Kelvin Makwinya, nyuma ya kamera Gustav Goodluck. Twende pamoja. Wadau mbalimbali ikiwemo jukwaa la wahariri Tanzania TEF na shirika la haki za binadamu LHRC wameingilia kati sakata la kutekwa kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba amfrey Polepole. Taarifa za kutekwa kwa balozi huyo mstaafu zilianza kusambaa mitandaoni kuanzia asubuhi ya Oktoba 6 mwaka huu baada ya kuthibitishwa na ndugu zake wa karibu. TEF imelisii jeshi la polisi kuchunguza kwa haraka na kwa umakini taarifa ya utekwaji wa polepole pole, na kutaka taarifa ziwekwe bayana juu ya kilichotokea. Aidha, matukio mengine ya utekaji yaliwahi kutokea nchini ikisisitiza kuwa vitendo hivyo vina athari kubwa kwa usalama wa taifa na vinaweza kudhoofisha amani na umoja wa Watanzania. Katika hatua nyingine, LHRC imelaani vikali tukio hilo na kutaka mamlaka husika hususan jeshi la polisi kuchukua hatua za haraka. Wakati wadau hao wakipaza sauti, jeshi la polisi limesema limeanza uchunguzi wa kina kuhusu taarifa hizo baada ya kupokea maelezo kutoka kwa Agustino Polepole anayedaiwa wakaka wa Polepole. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetangaza mabadiliko mapya ya takwimu za wapiga kura na vituo vya kupigia kura vitakavyotumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. kwa mujibu wa taarifa ya mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhani Kailima, imeeleza kuwa mabadiliko hayo yamejitokeza mara baada ya kukamilika kwa zoezi la uhakiki na uchakataji wa taarifa za wapiga kura waliopo katika daftari la Tume ya Uchaguzi Zanzibar. Idadi ya wa wapiga kura walioandikishwa kwa sasa ni laki saba 7557 huku idadi ya vituo vya kupiga kura ikiwa ni 1752. INEC imesema kuwa jumla ya wapiga kura walioandikishwa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ni milioni 37647235. Idadi ambayo ni ndogo kidogo ikilinganishwa na takwimu za awali, ambapo wapiga kura walikuwa ni milioni 37 Laki 6, 55,559. Kati ya wapigakura hao wapigakura milioni 36,650,932 laki na wako Tanzania bara na laki 9, 96,303 wapo visiwani Zanzibar. Hata hivyo, tume imeeleza kuwa idadi hiyo inafanya ongezeko la asilimia 26.53 ikilinganishwa na wapiga kura milioni 29 laki 754 elfu 699 waliokuwa wameandikishwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Serikali ya Italia imetangaza mpango wa kuwasilisha pendekezo kwa Umoja wa Mataifa la kusitishwa kwa mapigano duniani kote kuelekea michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi Milano Cortina 2026. Waziri wa mambo ya nje wa Italia, Antonio Tajani amesema kuwa hatua hiyo inalenga kuhimiza amani wakati wa michezo hiyo itakayofanyika kuanzia Februari 6 hadi 22 mwaka 2026. Tajani amesema kuwa lengo la pendekezo hilo ni kuhimiza umoja wa amani wakati wa michezo hiyo ya kimataifa huku akisisitiza wajibu wa mataifa kwa mabalozi wa amani. Aidha, ameeleza kuwa Italia inaunga mkono mpango wa Marekani wa kumaliza vita vya Gaza, akiongeza kuwa kama alivyowahi kusisitiza, Papa Leo 14, dunia haitakiwi kukata tamaa na kuamini katika uwezekano wa kufikia amani ya kweli. Mpaka hapa tumefikia tamati ya Mseto Plus ya leo. Msomaji wako nilikuwa ni Kelvin Makwinya na nyuma ya kamera Gustav Goodluck. Mpaka wakati mwingine, baibai. Bye bye.